Kuna haka kama mtindo cha house party ambacho kameanzishwa na wanafunzi. Wanafunzi wa vyuo mbalimbali wanaungana, ndo wanatengeneza house party. lakini sasa, kule ndani ya house party ndiko kunakokuwa na matumizi ya dawa za kulevya. Lakini uchunguzi umebaini hizi biskuti za bangi zinatengenezwa kwa ajili pia ya kusababisha wale wanafunzi wapate kilevi. Kwa mfano, sisi tunaungana tunatengeneza house party yetu, tunalitengeneza sherehe kunakuwa na kokteili kule ndani ambapo zinachanganywa aina mbalimbali za pombe ambazo zinakuwa na vilevi vya viwango vya juu sana. Lakini pia zile biskuti wanapotumia na vile vilevi, wanafunzi wanalewa, hususan wanafunzi wa kike wale ambao wanaalikwa kwenye zile house party. Sasa baada ya kulewa wanajikuta hawajitambui na vinavyofanyika kule ni vitu vya ajabu ambapo hata mzazi angeingia kwenye zile house party na kaona u, u, uvunjifu wa maadili unaofanyika kule, hasingeamini kama mtoto wake anaweza kufanya vitu kama hivyo. Ndio maana tunasema kwamba kwenye hizi house party sasa hivi yoyote tutakaowakuta wakuta wanafanya zile house party mle ndani na kuna hayo matumizi ya ya, ya dawa za kulevya tunakamata wote na tunawashtaki wote. Kwa hiyo wanafunzi wajiepushe wajiepushe kabisa na hizi house party ambazo hazina maadili na zinazochangia kumomonyoa maadili yao, lakini pia zinasababisha wengi wanashindwa kuendelea na masomo, kutokana na akishaingia kwenye kile kilevi uwezo wa kusoma tena unakuwa ni mdogo. Ndio maana hata hao tulio wakamata baadhi yao wamedisco vyuo vikuu, na baada ya kudisco ndio akaanza kutengeneza hizi biskuti za bangi. Kwa hiyo tumewa kama tulivyoahidi, hakuna mtu yeyote atakayetengeneza biskuti za bangi atakayefanya usafishaji wa dawa za kulevya kwa namna yoyote ile atakayepona lazima tutamkamata, kwa sababu tumeweka miundo mbinu ya kutosha, lakini tumejizatiti kuhakikisha kwamba mbinu yoyote inayotumiwa na wauzaji wasafishaji wa dawa za kulevya tunaibaini na tunawakamata na tunachukua hatua kali na ndio maana umeona sasa hivi dawa za kulevya nchini Tanzania zimepungua kwa kiasi kikubwa sana. Skanka hizi tulikuwa tunakamata tani kwa tani, lakini sasa hivi umeona tunakamata kiasi kidogo, kutokana na kwamba zimepungua kwa kiasi kikubwa. Heroin tulikuwa tunakamata tani kwa tani, lakini sasa hivi zimepungua sana. Sasa hivi unaona tunakamata vidogo vidogo, na hivi vidogo tunavyokamata, vingine unakuta pia vimechanganywa na vitu vingine ku ili kuongeza wingi ule, na unakuta sio heroin pia. Wakati mwingine, wakati mwingine unakuta ni heroin, lakini wamechanganya pia na dawa tiba za hospitali, wamechanganya na vitu vingine ili kuviongeza wingi, kuhakikisha kwamba wanaweza kuwauzia wale watu, na ndio maana madhara yake kiafya sasa hivi yamekuwa makubwa sana kutokana na kwamba wanachokitumia ni dawa tiba za hospitali, lakini pia zinaharibu pia afya zao. Eneo la Kariakoo jijini Dar es Salaam tulikamata dawa za kulevya aina ya mirungi zenye uzito wa kilogramu Arobaini, nukta, tatu, mbili zilizokaushwa na kufungwa kama viungo dawa. Dawa hizo zilikuwa kwenye paketi 80 zenye maandishi ya dry basil leaves, zikiwa tayari kusafirishwa kwenda nchini Canada na Italy. Watu wawili ambao ni Yusufu Kibaha mwenye umri wa miaka 35 na Mohamed Ramadhani mwenye umri wa miaka 41 walikamatwa kuhusiana na dawa hizo. Taarifa za kiuchunguzi zimebainisha kwamba dawa hizo za kulevya ziliingizwa nchini kwa njia ya kificho kutokea nchi jirani na zilitumwa kupitia kampuni ya usafirishaji. Aidha, imebainika kuwepo kwa mtandao wa usafirishaji wa dawa za kulevya aina ya mirungi ambao hutumiwa boda bodaboda na kujenga mahusiano ya karibu na mawakala wa kampuni za usafirishaji nchini Tanzania ili kurahisisha usafirishaji wa dawa za kulevya. Dry basil leaves ni, ni viungo ni majani ya, ya yenye harufu nzuri, na wakati mwingine hutumika kama viungo kwenye chakula, wakati mwingine huwekwa kwenye chai, wakati mwingine pia hutumika kama viungo dawa kwa ajili ya kutibu kichwa, na wakati mwingine kwa ajili ya kurahisisha mmeng'enyo wa chakula tumboni. Kwa hiyo hawa wahalifu walitumia jina hili na kwenye zile pakiti, kama mtakapoviona kwenye picha, wakazifunga vizuri, ili kusafirisha kwenda nje kama viungo dawa kumbe ndani yake wameweka dawa za kulevya, lakini hii mbinu tumebaini na kuweza kuwakamata. Lakini pia kibaya zaidi kinachotumika ni kutokana na taarifa zinazowekwa kwenye vile vifurushi vinavyosafirishwa vinavyo kwenda nje, wanaweka taarifa za bodaboda, boda wale wanaoenda kupokea hivyo vifurushi kutoka kwenye mipaka na kuzileta kwenye kampuni za usafirishaji kwa ajili ya kusafirishwa kwenda nje lakini pia kibaya zaidi ni kwamba zile bidhaa zinatengenezwa huko, lakini zinapoingia na kusafirishwa kwenda nje zinawekwa zinakwekwa nembo kwamba ni made in Tanzania, kwamba zimetengenezwa nchini Tanzania. Kwa hiyo endapo zitakamatwa huko nje, ina maana zitachafua taswira ya Tanzania, kwamba sisi tunasafirisha dawa za kulevya. Habari zote kali za zo siku za kusisimua, kuelimisha na kuburudisha, bila kusahau mahojiano maalum exclusive interview zenye ubora wa hali ya juu. Vyote hivi unakutana navyo hapa hapa jukwaani Khomein TV. Kwa wenye matangazo ya biashara na mengine yote, tupigie kupitia nambari 0712 032 208 au waweza kututumia barua pepe kupitia khomeintvmedia@gmail.com. Nyote nakaribishwa.